Unapokwenda kutubu iyo ugie kwihana unapowacha kile ulichosababisha azofike iyo uretse achatumye anyoha anainuka mara nyingine tena na nguvu nyingine, kushasha nizi ndi ngomezi. Tena yukukundi gushasha kikugwa Amina, amina, Amen. Amina, amina, Amen. Ndiyo sababu ya kusema kwamba ni tendo linalotukia mara moja kwa muumini katika maisha yake. Hicho kitu twavuze ni gikogwa gikoleka kuwizera rimwe mu buzima bwiwe. Kazi ni kwako sasa kumtunza na kumlea huyo roho, igikogwa ni wewe kumuzigama huyo mhemu. Wewe wale wale wangala ndo wanasema popote lengi popoto la pasi, eh. Popoko la pasi kusani

Kwa mama. Wangapi wamesha kwenye. Hawa kenyezi, umadhu mchakuri cho kibazo Ni shuguri na nusu. Ni kikokuwa kide sangu. Usili ombe ni toke. Okay. Mundu usarengo kibe. Livyo ilivyo hata kwa roho mtakati. Ikomi mezelo kuri mwemu yera. kumpokea roho si shida. kung'akira kira na kwa kibazo. Kumpoke. Kuza roho aendelee kukoma andani yetu wa kutenda kama abanda nye kukura no kukori kikogwa Ndiyo shuguli na nusu ya shuguli Cho kikogwa kigwe chani kihamba hai. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ubatizo katika roho. Ubatizo wa roho katika agano la kale lakale wa muhimu muisezerano gakera. Hatuoni ubatizo katika roho kwa nyakati za agano la kale nitubona mubatizi wa muhemu mwisezerano ya kera. Kwa hiyo tunaona ya kwamba roho katika agano la kale dusanga muhemu mwisezano ya kera alionekana katika hatua hizi zifuatazo, yagaragaye muri ibice bikurikira Amen. Amen. Amina. Amen. Hatua ya kwanza. E, inambuko ya mbere katika agano la kale mwisezano ya kera

Haleluya. Amen. Hii kimaanisha kwamba Roho hakuwa na makao duniani. Bisigura mwemu nachishererafte kisi alikuja yaraza alitenda kazi akoni kikogwa na baada ya kazi gigikogwa yacha subiri yavuye muntu anabaki wa kawaida muna gasigara muntu nasanzwe matendo aliyoyatenda wakati roho alikuwa juu yake. ibikorwa yakora geriko muhemu yera atakuwa ni ya ajabu sana. yaba ligitangaza chane watu wanabaki wanajiuliza, ni muntu wa ajabu huyu ni muntu nyabati Waamuzi sura ya tatu mstari wa kumi. awacha manza gatatu kumurongo wa kumi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo roho alikuja juu ya mwemu yera yaraza hejuru. Jambo la pili cha chakabiri ubatizo katika roho mubatizo muri mwemu au roho katika kipindi cha agano la kale mwemu mwili sezano ya kera alikaa juu ya e ichara hejuru ya

katika fungu na sehemu ya roho ya Musa mu giche cha mwemu kuli Mose roho alikaa juu ya watumishi mwemo ichara hejuru ya bakozi, alafu ni pamoja na wale wazee sabini hamwe na wagya watama mirongili ndwi sehemu ya roho ya Musa ilichukuliwa Igice cha Mose cha charakiriwe, lakini hiyo sehemu ya roho ilikaa juu ya watumishi wale, yaliko igice cha mwemu cha kumihejuru ya bakozi. Ukisoma Hesabu usonye guharura sura ya kumi na moja, mstari wa kumi na sita, ule wa kumi na saba. Utazifata hizo habari wasanga ayo makuru wazee sitini na nane walipokea sehemu ya roho abatama mirongo itatu munali baki giche chamwemu hata na wawili waliokuwa wamesalia kambini Eldadi na Medadi naababiri bari basigayey'okuikambi nao wakatabiri nabo baravugishwa kwa hiyo roho alikuja akakaa juu ya mpwemu yaraza akichara hejuru y'umuntu, na sehemu ya tatu, eh, igice ca gatatu ro katika gano la kale mpwemu muisezerano ya kera alikaa kati ya watu I, yaba hakati mu bantu na hasa ni watu gani hao, watu wa Israeli abantu abahe abantu ba Israeli ili kuwaongoza, kugira ngo abarongore, hakuwaongoza sipokuwa katikati yao, ni yabarongora atari hakati muri bo. Ukisoma Isaya kusomye Isaya sura ya 63 mstari wa 11 63 na 3 mrongo wa 11 katika mafungo ya sehemu zote hizi muri bibice za roho vya mwemu zilizotendeka vyakoretse Yani, zilizotenda kazi katika adano la kale vyakoze ibikorwa mwisezoni rya kera. Hatuoni popote ambapo watu walibatizwa na roho ntawo dusanga ngo abantu babatijwe muri mpwemu, kwani zilikuwa nyakati za mambo kutendeka nje badala ya ndani vyaribihe ibintu vyakoreka hanze mu gishoo choukoreka imbere. Yani moyoni mumutima, haya yote yalikuwa yakitendeka nje ivyo vyose yak byakorerwa inyuma lakini kwetu sisi aliko ukuri twebwe yanafanyika ndani vikoreka imbere, yaani moyoni mu mutima na ni mambo ambayo hayawezi kuonekana kwa macho ni bidashora kugaragara na maso isipokuwa viashirio vyake viretse ibimenyetso vyavyo. Jina Bwana libarikiwe sana amen. on ubatizo wa katika Agano Jipya turabe umubatizo wa mwemu mwisezano lishasha ingawa kabisa katika Agano la Kale nugo mwisezano rya kera ubatizo wa roho au kupata nafasi kamili umubatizo wa mwemu tarosi kibanza gikwiye katika kipindi hiki cha gano jipya muri kigihe cisezerano lishasha, tunafahamu haya yafuatayo, urazi ibirikurikira, katika agano la kale isezerano rya kera, o mutakatifu alichukuliwa mwemu yera yarakigwa na kuachiliwa awajilie watu kupitia mafungu mafungo, akarekugwa akaza mubantu.

kiretse imana ili kumwe nawe amena. tatu mbili, nasema hivi, huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nao. Amen, amen. Huyu ni mwalimu huyu ni mwigisha mwalimu wa Kiyahudi mwigisha wa Bayuda ambaye na yeye akamwendea usiku Yesu, na wewe yajie kuli Yesu mijoro na kumwambia ya kwamba haiwezekani mtu kutenda haya unayoyatenda, yatend aramgiango nilishora kumuniokora nili ukora roho wa Mungu asipokuwa pamoja naye mwemu imani tali kumi nawe. Haleluya, amen. Kwa hiyo ni moja ya kujua kwamba anamwagiwa roho huyu, ni kimwe mukumenya ko uyu ashizwe asheshwe ko mhemu yera. Na hapo alikuwa ndio utakaoleta viwango vya kujazwa kiasi gani, ni wewe uzana urugero uruhe bukuzutwa. Na hili litategemea ni jinsi gani unavyojiachilia katika mikono ya roho bwana, nuko nu wire kura mu maoko ya mhemu yera Bwana Bwana Yesu Yesu asifiwe. Maana kadiri unavyojiachilia katika mikono yake, uko wile kura mmawoko iwe Nandivyo na ndivyo na yeye anavyoleta kutenda kazi kwa viwango anavyotaka, kwa kadiri unavyojiachilia niko nawe azana ukoivikogwa kurugerubukunu nawe wile kura muvigaza viwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni nini yaliyotokea wakati mitume walipojazo

Moja ya kauli ya, ya Mungu anasema hivi kimwe imani vuguku uwezi ukamuona kwa macho ya nyama nushora kuyibona ku maso y'umubiri na ukaishi hama ngo uweho, lakini akaja kwa uvumi wa upepo, aza mugihuhuta utachumuyaga waliona kila kitu kinaanza kinanza kutikisika, wabonye buikintucose kiniganga hawaoni chochote tofauti na vitu navyotikisika Hivi upepo unaonekana jamani? Umuyaga unaonekana? Tunaona kitu kinachotikiswa na upepo. Tuona ikiiga ndio umuyaga. Amen. Amen. Amen. Amen. Kwa <coughs> hiyo ulikuwa ni uwepo wa Mungu mahali pale. Bali ukuwa kwa imani na mwikija kibanza. Isoma kutoka sura ya 19 mstari wake wa 18. Sonye kuvayo 19 na kwa 18 lakini pia wafalme wa kwanza hai ni makandi abami bambele 19 mstari wa 11, 19 utapata habari za upepo wasanga amakuru yumu yaga, jambo la pili lililotokea, Chakabiri chabaye zilikuwa ni ndimi za moto zilizogawanyika na kuwakalia, ivilimi zigawanije vyumuliro bilanzako. Amen, amen, amina, ame. Hizi ndimi za moto, ivilimi vyumuliro, ndio uliokuwa ubatizo wa moto kwa mitume, niwo waru mubatizo wumuliro kununga, kwa sababu wao kukobu Hawakubatizwa kwa maji na Yohana, ni wabatijwe na amazi na Yohana amen amen. Na kila walipokuwa wakitembea na Yesu, ukowachana na Yesu walifika sehemu, wakawa wanafanya mambo mengine tofauti na Wayahudi wakora ibindi vikugokana kavitandukanye migenzo ya Wayuda na kila mmoja alikuja na dhambi zake vile vile alivyokuwa nazo, mowese azaganye izaha vyiwe yasanzafise sasa ili waingie katika shamba la Kristo kugira ngo binjire mu ndimiro ya Kristo, ilibidi sasa waingie katika utakaso vyabaye ngombwa ko baja kwezwa. Na akaona kwamba nikiweka darasa la kuanza kuwatakasa litachukua muda, aaravuga ati nimbashira mwishuo youkumigisha ni ukwezwa rizofata umwanya. Lazima wapite katika ubatizo wa moto, ni ngombwa kwa baca mukubatizwa ku muriro moto ulio wakalia umuriro w'biceeko ulichoma na kunguza kila mmoja makosa na dhambi alizozitenda, waratulibatongora ivya hana makosa amen, warakoze, ili wapate kuwa wametakasika, kugira ngo wagaragare arabejejwe, na baadaye wazitende kazi za Bwana haumba wakore ivikorwa vyimana mu rutonde, baada ya wao kutakaswa kupitia ndimi za moto bamaze kwezwa biciye mu birimi vy'umuriro. Kilichofuata baada ya hapo, ichakuri kinyuma yaho ilikuwa ni kujazwa wote na roho Mtakatifu, arukuzuzwa bose Mpwemu Yera. Sasa hivi ninavyoyazungumza, yazungumza ubu ndi kubivuga, nikana kwamba mimi ninayapanga bigaragaao, ndiko na bitondeka, lakini haya yalikuja otomatiki

Waliongeza hapa dunia, ndimi zanga hamisi. Mimi ni mbembe joni mulembeavu, gafla ninaanza kunena kirundii, kirundi. Huyu mrundi huyu mrundi, gafla naongea kibembe chenyewe cha asili kabistana, kuvuga ikibembe chokt na, na, na siku hiyo uyo musi palikuwepo makabila mchanganyiko tofauti utandukanye, maana ilikuwa ni siku ya Pentecoste, Pentekoste siku kuu ya mavuno, musi mkuru wakuja kutikisa mikanda, baje kunyiganza imikanda. Wale wageni waliokuja baje wa bashitsi bari, kila mmoja alisikia lugha yake. Eumwe wese yumbisa ururimi rwiwe. ina neno na hawa mitume ambao wako Yerusalemu, hawa ni nini? Nibiki, mbona wamelewa? ko baborewe Lakini Petro akasimama, Petero akasema kwa ujasiri, ariko Petero uh, arahagurukanmukangira sivyo mnavyodhani. Awa, maana ni saa tatu za asubuhi kwa ni saa zasuburenisaa itutuzumurango akimanisha nini? ah sigura iki Wayahudi walikuwa wakilewa jioni, avayuda vaelewa abayu, kumgoroba na hivi hii ngali asubuhi, wakili mgato arachana mgatondo. Kumbe si kileo mnachofikiria, abwarukuweleakomuvyumvira hawa wamelewa Roho Mtakatifu. Haleluya, amen. hayo ndio mambo manne yaliyotukia kwao. hivi ivi nivyo vikogwa vine vyakoretse kulibo. Sasa tuone tabia ya ubatizo wa roho awe ingeso ya mhemu yera mtu aliyebatizwa ana tabia mojawapo hizi. Umuntu yabatijwe na mhemu yera afite ingeso imwe muli iti. Ubatizo wa roho unapotokea mubatizo wa mhemu yera iyo ushitse, usababisha jambo la kwanza, utuma ichambere usababisha ujazo wa roho utuma umuntu yuuguzwa mhemu ulioendelevu Uwandanya nikisema ulioenyelea mvuze vivandanya maana anakaa unakaa huo ujazo uko kuzuzwa kui- kuguma mumuntu moja ya tabia yako imwe yeah. Mungeso iwawe ukifika maeneo ambapo kuna sura ya utukufu utukufu ugeze ahantu ufize ishushoyukizahali Ma, wanapohita jina la Bwana aho wahamagara izina yimana wewe inakuwa unaingia katika ujazo nawe uchitangura kuzuzwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa, kwa lugha nyingine wanasema kwamba singa zako zinakuwa nyepesi. Murundi rudi rurimi singa zawe nizo nizindi hakilikale. Ni kidogo tu wakiimba wimbo ukivuta uwepo wewe tayari umeshaingia katika lumwengudatowa lilingirulilimbo uchawinjira mdo Bwana jina, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukisoma Matendo sura ya pili mstari wa nne yakozwe ni nung'a kane kumurongo wa kane. Tutapata hizo habari tuwasanga hayo makuru, lakini pia sura ya nne mstari wa thelathini na moja checha kane kandi tatu na line. Tutapata hizo habari tuwasanga hayo makuru. Sura ya kumi mstari wa arobaini na nne hadi arobaini na sita

ariko muzokwakira inkomezi akiyisha kuajiliya juu yenu uyerai baaomtaau emuyeraniy amen a hicho ni kiwango cha kwanza one urugero rwa mbele kristo anaambia mitume kristo abwira intumwa kwamba lakini mtapokea nguvu ngo ariko muzokwakira ingomezi akiisha kuwajiliya juu yenu nkemu yera niyabazako uyo Roho Mutakatifu yo nkemu yera. Kwa hiyo kabla ya yeye kufikia ndani atari njira kwanza Uga. Anaka Juu. Mbele aba agerera hejuru Bwana Yesu asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Amen akisha chunguza chunguza na kukagua kagua ate gusuzuma na kuitegereza na kusafisha huko anakoenda kuishi no gutunganya iyo agiye kuba ndipo anakuja kukanda hiyo ndiko nakujya pili niho aca aza kwicara au kiwango cha pili chanye urugiro rwa kabiri kukandana kuichara imbere Injili ya Yohana e, utumabwiza kubwanisiwa na Yohana sura ya kumi na nne kumi na kane mstari wake wa 17 murongo wa 17, inasema hivi: havuguku ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa maana haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua

anakuwa na makusudi afafiti numbero ya kukaa ndani yukuba ba imbele, kusudi la kwanza, numbero ya mbele atuongoze kwenye kweli yote aturongo elimkulikose. Amen. Amen. Amen, amen, jina baba anibarikiye sana amen. Hili neno hili jambo ninalifafanua huko mbele ndio ndo lisobanura ahi imbele, atuongoze kwenye kweli yote aturongo elimkulikose. Kweli yote ni ipi? Ukuri kose nukuhe, amen, amen hata amen, amen. Amen. Amen. Wakati Yesu anataka kwenda kubatizwa na Yohana, igihe yes, Yesu irakomaze kubatizwa na Yohana, Yohana alikuwa ameshapewa ishara, Yohana ili amaze menyeto maana afu mju wa yesuko ntiyarazi Yesu, lakini katika ulimwengu wa roho akaambiwa na Mungu hivi Aika mmuryo bwimpwemu wagigwa maana ngo yeye utakayemuona ngo uo uzobona Roho Mtakatifu amemshukia na kumkalia kwenye bega mpwemu w'imana umanuka ko akaja kubitugu viwe huyo ndiye atakayewabatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Wene wo azobatiza abantu muri mphemu yera amen, amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Na wakati tu alipombatiza alipomuona anaingia amaze ah, kumuona